Wasichana ishirini wamenufaika na mafunzo ya kushona bila malipo na kukabidhiwa cherahani na vifaa vingine vya kushona katika chuo cha ufundi cha Washa Taa huko Diani kaunti ya Kwale. Mpango huo unalenga kuwawezesha wasichana wadogo kutoka jamii za mapato ya chini kujiinua kiuchumi, ili kudhibiti ndoa na mimba za utotoni ambazo mara nyingi huchochewa na uchochole. Watu walikuwa wakifikiria kozi za ufundi hasa tailoring ni za watu ambao wameanguka na hawana maana kwa jamii, lakini si kweli. Sana sana mfumo wetu wa CBC umekuja kutilia nguvu haya masomo ya ufundi. Uh, watoto wakimaliza shule hapa, kuna ambao wamaliza grade 9, wengine wameshindwa, wengine labda wameshindwa form 4. Sasa mtoto akikaa nyumbani bila kufanya lolote. Ni rahisi sana kujiingiza kwa hanasa, lakini mimba za mapema uh, mambo na madawa vinasaidia, ingawa kuna changamoto kubwa sana, lakini kwa kusema ukweli, kiwango kikubwa cha hivyo visa kama hivyo kimepungua. Utapata mmoja wawili, but wengi wanajitahidi, wanaji, kwa sababu wanajishughulisha na huu ujuzi, basi visa kama hivi zimepungua kiasi kikubwa. Kimimi imesika darasa la nane, lakini namshukuru pia kwa fika hapa nimepata ujuzi wa kujiendeleza. So, ata sana namshukuru. Mwenye hajafika chuo kikuu pia hasifunjike moyo, aendelee tu kusokomea, hata ujuzi atafanikiwa. Nilianza hapa kusoma 2023 and now nimepata certificate yangu, najisikia vizuri sana kupata hii certificate.